Kikao cha leo ni sehemu ya juhudi ya uendelevu wa serikali kupitia RITA kuhakikisha kwamba kila ndoa inayofungwa nchini inasajiliwa kwa mujibu wa sheria, mchakato wa ugawaji wa mali, usimamizi wa mirathi na utekelezaji wa usia unafanyika kwa haki, uwazi, ufanisi, wananchi wanapata elimu sahihi kuhusu haki zao za msingi katika maeneo haya nyeti. Ndugu washiriki, katika miaka hivi karibuni kumekuwepo na ongezeko la migogoro ya kifamilia, changamoto za mirathi na uonevu unaowakumba hasa wanawake na watoto pale ambapo hakukuwa na maandalizi sahihi ya kisheria. Changamoto hizi ni nyingi, zinatokana na kukosekana, kutosajiliwa kwa ndoa, kutokuwa na wasia ulioandikwa au kutofuata taratibu za mirathi. Ndugu washiriki Sheria za nchi yetu zinatambua aina mbili za ndoa ikiwemo ndoa za kimila, za kidini na za serikali. Hata hivyo, bado tunakabiliwa na changamoto ya wananchi wengi kuto kuzisajili ndoa, hasa za kimila. Usajili wa ndoa si hiari, ni nguzo muhimu ya ulinzi kwa wanawake, watoto na familia nzima. Cheti cha ndoa ni kinga ni uthibitisho na ni msingi wa haki katika mambo mengi yanayofuata baada ya maisha ya ndoa. Ndugu washiriki, kikao chetu pia kitajikita katika kuboresha uelewa jamii kuhusu mirathi na wosia, ambao wengi wetu bado tunahofia kukwepa au kupuuza suala la kuandika wosia tukidhani ni dalili ya kutarajia au tunajichulia kifo. Kwenye hili eneo, ni kweli wengi wetu tumekuwa tukisita kuandika usia, tukiamini kwamba tukiandika usia basi tumekiita kifo, lakini si kweli. Ndio maana leo tunasema tukutane hapa sisi viongozi, tukumbushane, ili tuweze kwenda kutoa elimu kwa wananchi, tuwaelimishe kwamba kuandika usia sio kujichulia kifo. Matokeo yake familia nyingi zimejikita katika migogoro mikubwa baada ya mzazi au mpendo wao kutoweka bila kuacha mwongozo. RITA ina jukumu la kuhakikisha taratibu hizi zinafanyika kwa mujibu wa sheria, kwa uwazi, kwa maslahi ya wale wanaostahiki. Ni wajibu wetu kama viongozi na wadau kuhakikisha jamii imeimarishwa, inaongozwa, inawezeshwa kujua thamani ya kupanga mambo yake kisheria mapema. Ndugu washiriki, kwa mantiki hiyo, napenda kutoa wito kwenu wote, wakuu wa wilaya na washiriki wote mliopo, simamieni ipasavyo utoaji wa elimu kwa umma katika maeneo yenu kuhusu umuhimu wa usajili wa ndoa na umuhimu wa kuandika wosia. Kwa makatibu tawala wa wilaya, hakikisheni huduma za usajili zinapatikana kwa urahisi na kwa wakati na wananchi wanajua jinsi ya kuzipata. Kwa maafisa tarafa, kwa kuwa kiungo muhimu, alieni taarifa za ndoa kamili, za kimila zifahamisheni zijazwe na toeni mwongozo sahihi kwa familia zinazohitaji huduma ya mirathi na wasia. Kwa watumishi wa RITA, endeleeni kutoa huduma kwa weledi kwa heshima na kwa kuzingatia sheria. Ninyi ndio daraja kati ya serikali na wananchi katika masuala haya nyeti. Ndugu washiriki, napenda kuhitimisha kwa kusema ulinzi wa familia ni jukumu letu sote. Tuhakikishe ndoa wa zinasajiliwa, wosia unaandikwa na mirathi inasimamiwa ipasavyo. Tunalinda utu, tunalinda amani ya familia, na tujenge taifa lenye msingi thabiti wa haki na usawa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.